Ebana, kulingana na tetesi ambazo zinaendelea kuibuka kwenye mitandao ya kijamii katika siku za hivi karibuni, Diamond Platnumz yeye pamoja na mwanadada Zuchu wakitaka kufanya jambo lao, lakini inaonekana kabisa kama kuna vitu ambavyo vinatengeneza ulakini baina yao. Mpaka sasa hivi haijafahamika kwamba ndoa yao itakuwa ni lini. Sasa siku ya jana, JP2025, ndoa ambayo ilikuwa inamalizikia hapa Tanzania baada ya kufanyika kwanza Nigeria ndoa ya kiutamaduni, lakini pia waliweza kulalishwa na kadha kadha vikawa vimemalizika kwa upande wa Nigeria, lakini kwa hapa Bongo bana. E, mambo yalikuwa ni safi kabisa pale Superdome Masaki, lakini kwa upande wa Damo Platinum, yeye ameweza kumwambia Juksi kwamba in case kama akijipata baadaye kwenye masuala mazima ya kindoa, basi Juma Jux awe mshauri wake, kwa sababu Juma Jux tayari e, kashaingia kwenye masuala mazima ya ndoa e, kwa na mwanadada Priscilla. Sasa kwa upande wa Damo Platinum, yeye ameweza kuyazungumza maneno haya, jicho sio tu la Tanzania, sio tu Afrika. Ulimwengu mzima jicho liko hapa, lakini imetokana na harusi ya huyu bwana na kutegemea uwe mshauri wangu mkuu sana kwenye mambo haya ndoa, harusi na kila kitu. Oh, that's amazing. Our family just into So huyo ni Diamond Platnumz ambaye ali jump in kwenye stories za burudani this time around. Hii ni Sawasawa online digital, make sure tukamba unaendelea kusubscribe lakini like pia eh, tupe mtazamo wako kwenye uwanja comment hapo. Until next time, bye bye.